Bima pub. Urahisi wa maisha. Rais wetu ameshatoa maelekezo kwamba Tanzania tuendeni kwenye tiba utalii kwenye tiba utalii, na ndio maana umesikia hapa muda mwingi wa bunge wetu, na sisi tumekuwa tukisisitiza, pamoja na kazi nzuri hii inayoendelea hapa, tukisisitiza beauty kwenye ujenzi, beauty, tunataka aki, wakati sasa wanafanya, tunafanya haya marekebisho, tunatumia hela kurekebisha maeneo mbalimbali, kuweka maeneo mbalimbali yawe sawa, tuzingatie pia kurekebisha mwonekano. Mtu yoyote akija, akitokea mbali, anaiona anaanza kujiuliza, naingia hospitali au naingia hotelini. Na leo hapa mmesikia ripoti ya mkuu wa mkoa kwamba wananchi wa Kenya na Uganda wameanza kuja hapa. Maana yake ni nini? Tunapozungumza kwenye tiba, kwenye afya, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan alidumbukiza miaka mi, mi, mitatu hii mi, mitatu iliyopita kabla ya mwaka huu, hatujajumlisha hela za mwaka huu trilioni 6.7. Na uwekezaji aliyofanya Dkt. Samia kwenye sekta ya afya, sio tu kwamba umetatua matatizo ya afya kwa Watanzania U, yani uwekezaji huo umeenda ukatatua na matatizo ya tiba kwa majirani zetu. Maana yake impact ya uwekezaji wa Dkt. Samia Suluhu Hassan umevuka nje ya mipaka, na ndio maana Watanzania wameendelea kusisitiza na kuwaomba wana CCM kwamba wanachokitaka ni warudishiwe Dkt. Samia wao, ili aendelee kuleta impact sio tu kwa Tanzania, lakini kwa nchi zilizotuvuza Hospitali imekwama to, toka mwaka 1975 amekuja rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameikwamua na leo mmesikia kwamba kulikuwa na watu zaidi elfu sita na mia nne walitakiwa waende kupata huduma Mwanza Bugando lakini elfu tano na mia nne wametibiwa hapa. mia tisa thelathini na mbili wandio waliokwenda tu kutibiwa Uganda, kwa maana ya kwamba kuna watu wa mkoa wa Mara zaidi ya elfu tano na mia nne walitakiwa waende kutafuta huduma nje ya mkoa wao, wamebaki ndani ya mkoa wao. Sasa unajiuliza, ukienda sasa kila mkoa jambo hilo limefanyika, hata ukienda kwa Mheshimiwa mwenyekiti hapa mkoa wao wa, wa Mtwara utaona makubwa. Pastor Ezekiel, Ezekiel anaingia Tanzania, ni siku tatu za ishara miujiza maajabu no, no na uponyaji tele na kuliombea taifa la Tanzania. Huduma ya New Life Prayer Center Church Mombasa nchini Kenya na rais wa baraza la mitume na manabii Tanzania Daktari Joshua Mwatiara wanamleta Tanzania mtu wa Mungu Pastor Ezekiel katika mkutano wa siku tatu pekee kwa Kilimanjaro Kili. Eneo ni, ni, ni katikati ya Boma Ng'ombe na Kia kituo cha Mijohoroni kuanzia tarehe kumi na nne hadi tarehe kumi na sita mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano kila siku kuanzia saa mbili asubuhi na kuendelea. Wamepona na kufunguliwa wengi, hauna sababu ya kuteseka tena. Madhibao ya kifamilia iliyotesa babake babu babu ba, babako imekufikia ivunjwe na nguvu zote kwa maelekezo. Piga simu namba 0774781537 watu wote mnakaribishwa.